Leo tuangalie usia wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wanawake ya salam. Ukisema usia wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wanawake, maake ni jambo jema sana. Kumbe na sisi wanawake tuna nafasi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Kumbe mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alituangalia wanawake, kumbe wanawake tuna pati kubwa sana tuna nafasi kubwa sana katika jamii na tuna nafasi kubwa sana katika Uislamu kwa kutupenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tunafahamu yeye hazungumzi mambo kwa matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha. Mtume huzungumza kwa kushushiwa wahai kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anatuambia

swala tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake kwa maana ya mwezi wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akaulinda utupu wake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe, qila laha, uh, ataambiwa siku ya Kiyama, udkhuli aljannata min ayi babin, ingia peponi katika mlango abwabi ljannati katika milango ya peponi shiti ambao wewe utautaka. Subhanallah, hadithi sahihi imepokelewa na Imam Hibban na pia imesahihishwa na Imamu Al-Albani, na katika hadithi pia ya Abi Huraira tunakuja kuzungumzia haya, yani iwapo mwanamke atasali swala tano, iwapo mwanamke ata... haya mambo manne akiyafanya basi siku ya kiyama anaambiwa chagua mlango wa pepo utakao ingie. Kwanza akaambiwa, iwapo utaswali swala tano swala tano, ukafuata sharti za swala, ukafuata nguzo za swala, ambapo sharti kubwa za swala kama hivyo tunaziona ni tohara e, kuingia kwa wakati kujistiri a, na, ku, na kuelekea kibla. Kumbe tohara tukiangalia, tuna tohara aina mbili tohara ya ndani na tohara ya nje. Tohara ya nje ni nyepesi sana, ambayo ni kusafisha nguo, mahala pa kuswalia, mwili wako. Lakini tohara ya ndani ni ngumu kidogo. Kivipi? ni ile ambayo utasafisha nafsi yako na unafiki na ushirikina na roho mbaya na chuki na hasad, yaani hivi uvisafishe ndani ya moyo wako.

wasomee kutoka katika kitabu cha mola wako utluma uhiya ilaika, yale uliyoteremshiwa kutoka kitabu cha mola wako waaqimi sala, na usimamishe swala. Kumbe swala hapa haikusudiwa kuinama na kuinuka kwenye mswala, imekusudiwa swala ambayo anayoizungumza Allah subhanahu wa taala, allati tanha ani lfahshai wal munkar swala ambayo itakuondoshea au itamwondoshea mwenye kuiswali mambo maovu na machafu, sasa yeye nafsi yake yeye na jamii iliyomzunguka hii swala imsafishe. Kwa hiyo nakuta hapa mwanamke sio tu ukaridhika kwamba mi naswali. Unaswali vipi? Mbona ukimaliza kuswali we msengenyaji? Mbona ukimaliza kuswali we humtii mumeo Mbona katika swala zako wewe haziondoi mambo maovu na machafu kwako wewe na jamii yako iliyokuzunguka? Kwa hiyo unarudi hapa kwamba mwanamke sio tu kuswali swala tano ukaridhika kwamba nina swali, kuna kuswali na kuswali swali. Kwa hiyo hapa, mwanamke kama hajafata sharti na nguzo za swala, atakuwa na swali swali, na bali hajasimamisha swala ukaangalia uka sharti nyingine katika sharti za swala, kustiri utupu. Wanawake wengi kikweli mpaka leo tuna swali, tunavaa mavazi lakini hayatustiri katika swala. Unaweza ukakuta mwanamke anasali nyayo zinaonekana, anasali kuna vipengele eh, sehemu za nywele zinaonekana, anaswali kuna sehemu katika mkono wake unaonekana. Kwa hiyo hii swala bado hujastiri utupu kwa sababu tumeshaambiwa kwamba mwanamke mwili mzima ni utupu, kasoro hivyo vilivyotajwa, hasa katika swala. Tukaambiwa haya, siwezi kuzungumza zote sharti za swala, lakini kuna zile nguzo za swala. Je, unaswali kwa utulivu? Unaswali kwa unyenyekevu? Kwa hiyo kama hufanyi haya, bado hujaswali swala tano, hujasimamisha swala. Tujitahidi sana kuwa katika wale wanawake ambao tunasimamisha swala na sio tunaswali swali. Akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, akiswali mwanamke swala tano zake, ndio hicho kipengele nimemaliza kuki, kukizungumza, na akafunga ramadhani yake. Ramadhani tunafahamu na yenyewe ina sharti ina nguzo ina sunna. Je, yeah, mimi na wewe tunazitekeleza ili tupate kuambiwa siku ya Kiama, ingia mlango utakao. Ee Yarabi, tujalie tuwe wenye kuyatekeleza tuweze kuingia katika mlango wa pepo tu utakao. Ramadhani utakuta kweli wanawake, alhamdulillah tunafunga, lakini kuna sharti za funga. Yawezekana tuzijui kwa njia moja au nyingine, au tunazijua lakini tukawa ni wazembe wa kutekeleza au hatujui kabisa, tumeshindwa kujifunza. Kwa hiyo hapa kuna hatari, tunaweza tukashindwa kuingia katika milango ambayo tunatamani kuingia. wa ataati zaujaha na akamtii mumewe. Kumtii mume ni katika kufata zile sheria na yale mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maana kumtii mume katika yale mema na kuacha kumtii mume katika yale mabaya. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la taata li makhluqi fi ma'asiyati al-Khaliq, hakuna haja mje ya kumtii kiumbe kwa kumwashi, kwa kumwasi Mumba. Kwa hivyo ndugu zanguni, wakina mama wenzangu, wanawake wenzangu, wanaume, tuwatii waume zetu, tuwatii katika maamrisho ya Allah, tuati katika maamrisho anayotaka Allah subhanahu wa taala katika mabaya tusiwatii, bali tuwaelekeze, hichi Mungu hataki, hichi Mungu hataki. Maanake siku hizi kuna wanaume wa modo wanapenda mke atoke kama sanam, yani avaevae asivae hijabu, avae hijabu za kistaili staili, staili, e, mkifika sehemu za kuogelea basi uogelee ukifika, yani kuna wanaume wamekuwa, wapo wanaume wagonjwa kama hao. Sasa akikuamrisha katika maovu hayo usimtii. Lakini mume anakuambia mke wangu leo tutasali kiamu laili. Mtii, amshaneni, simameni usiku, msali kiamu laili. Anakuamrisha, mke wangu mimi sitaki uingie kwenye hii mikopo ya riba, usiingie kwenye e, wanaita huku kwetu wanaita vimangala, wengine wanaita kausha damu. Usiingie kabisa katika hiyo mikopo. Mwanamke unamkuta anaingia kwenye ile mikopo kwa kujiba. Huu sio utii wa mume. Unapata madhambi na unaweza kamkosa huyo bwana. Lakini mtii katika yale mema. Mke wangu, nenda darasa kasome, jifunze dini. Mke wangu, vaa hijabu. Fuata hayo ambayo mumeo anakuambia. Ataatii zaujaha na kumtii mume. Basi mwanamke aiwapo atatimiza haya manne, la nne akasema na akatunza utupu wake, akalinda utupu. Bahati mbaya, sisi huwa tunadhani kulinda utupu ni kujifunika nguo tu Hapana, kulinda utupu ni kurudi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliposema akasema, nidhaminini vitu viwili nitawadhamini pepo, nidhamini vitu viwili nitawadhamini pepo. Kwa maana nidhamini kilichoko ndani ya kinywa chenu, ulimi, na nidhamini kilichopo katika katikati ya miguu yenu ya mpaja yenu. Kumbe kudhamini cha kwanza, yani kutunza utupu kulinda utupu ni kulinda kwanza kinywa, ulimi. Usitamke isipokuwa yale yanayompendeza anawepende, Allah subhanahu wa ta'ala. Usizungumze zungumze, usiseme seme, usishawishi wanaume mpaka wakakuona undani wako. Ulimi ndio kwanza, kisha utupu unafuatia. Kwao ndugu zanguni, tulinde hivi vitu. Hadithi tunaweza tukaona nyepesi hadithi sio nyepesi kama tunavyodhania, lakini pia sio ngumu kama mtu atadhania vibaya. Kikubwa ni kwamba ingia katika utekelezaji, ingia katika utekelezaji, utaona ladha ya hivi vitu, utaiona ladha ya imani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukataza tusirudi katika maasi, kama jinsi tunavyoogopa kutupwa katika moto wa Jahannam. Kwa hiyo sisi hatutaki moto. Mwanamke mwenzangu Ukiuangalia mwili wako, unastahili kweli kuingia motoni? Kweli mwili wako mzuri unavyopigania poda fulani, cream fulani, lotion fulani, kweli mwili wako unastahili kuingia motoni? Naamini huko tayari, wala mwili wako haustahili kuingia motoni. Basi tujipinde, tujitahidi, ni mambo mepesi tukiamua tuki tuki ku, kuyafanya mepesi, na ni magumu iwapo sisi tutayatia ugumu kwa hiyo tujitahidi mpaka hapa, naamini tukijitahidi Allah atatuambia chagua mlango wa pepo utakao, ewe mwanamke, tena unaitwa kwa jina lako zuri, we Halima, ingia mlango wa pepo utakao, we Fatma, ingia mlango mlango, chagua mlango utakao ingie. Na peponi kuzuri kuzuri sana, kuzuri sana, kama tulivyosifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawake wenzangu, tuipiganie pepo, sawa, ili tuweze kuingia